Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa Kusi Online Media rangu jina ni Rogers de Captain. Mtazamaji, kumbuke kuwa ni miaka miwili sasa Kenya kuandaa uchaguzi mkuu nchini. Vyama mbalimbali vimekuwa viendelea kuwatalisha wagombea wao ambao watakuwa wakimenyana naye rais wa sasa ambaye ni Daktari William Ruto, huku aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya ambaye ni David Kenani Maraga akitangaza nia yake rasmi ya kuwania kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba akizungumza katika kaunti ya Kisii katika ibada ya kanisa moja eh, Maraga alieleza kuwa yuko tayari kugombea nafasi hiyo ili kuleta mabadiliko ya maana nchini. Alisisitiza kuwa uamuzi wa mwisho uko katika mikononi mwa wapiga kura na kakanusha madai ya kuwa mgombea ambaye ana anaungwa mkono na serikali. Kumbuka kuwa hii ni baada ya wafuasi wengi wa aliyekuwa waziri wa usalama ambaye ni Daktari Fred Matiang'i, e, wakisema kuwa Maraga ni project ya serikali ambaye ametumwa ili kudivide ama kugawanya kura za Matiang'i ambaye ametajwa na chama cha Jubilee kama mgombea wao wa urais katika mwaka wa elfu mbili ishirini na saba. Ikumbuke kwa mpenzi mtazamaji, Matiang'i anatarajiwa kuingia nchini mapema mwezi Aprili ili kuanza matayarisho rasmi ya kuwania urais wa kumtoa afisini rais wa sasa ambaye ni daktari William Ruto. Wengi wa wanasiasa wamekuwa wakipinga uongozi ama wengi ambao ni wanasiasa wamekuwa wakipinga uongozi wa Ruto, akiwemo aliyepanuliwa afisini Rigathi Gachagua ambaye amesema kuwa atasindua chama chake rasmi hivi karibuni, lengo lake likiwa ni kumuondoa afisini William Maruto, huku akionyesha ushirikiano wa karibu naye Martha Karua, Eugene Wamalwa na Kalonzo Musyoka. E, mpenzi mtazamaji, ni swala la muda, kwani kulikuwa na tetesi kwa Rigathi Gachagua wangemuunga mkono Daktari Fred Matiangi, jambo ambalo huenda likafanya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba kuwa wa upinzani mkali, huku nyimbu mbalimbali ikiendelea mbali kulindima katika eneo la Gusii kimsifu Fred Matiang'i aliyekuwa waziri wa usalama hapa nchini. Haya yanajili huku Rais William Ruto akipanga kutembelea mlima wiki hii. Hii itakuwa ni mara yake ya kwanza kutembelea mlima Kenya tangu kutimuliwa afisini kwa aliyekuwa naibu rais ambaye ni Rigathi Gachagua. Ikumbuke vilevile mpenzi mtazamaji, Rais atakuwa na lengo tu la kusindua miradi katika eneo hilo, ili atakuwa na hazma ya kuangalia mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba chinza ambavyo itakavyokuwa katika Mount Kenya. Ikumbuke kuwa Rais alipata kula mingi zaidi katika mlima wa Kenya katika mwaka wa 2022 kitu ambacho Rais tena anaangalia kwa ukaribu zaidi, ili kuhakikisha kuwa eneo hilo at least litampa kula ambazo zinafaa mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba. Usikose kufuatilia chaneli yetu mpenzi mtazamaji, ili kupata updates chinzi ambavyo zinaendelea kufanya ama kuhappen hapa nchini Kenya.